Nina kusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Juni 13 siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi, soma Ellen G White, mfalme wa kwanza wa Israeli, ukurasa wa 256 hadi 270 katika wazee na manabii, sehemu ya pili. Shetani ataamsha hasira dhidi ya walio wachache wanaokataa ukubali wa mila na desturi zipendwazo na wengi. Watu wenye vyeo na heshima wataungana na waasi na waovu kufanya shauri dhidi ya watu wa Mungu. Utajiri, fikra, elimu vitaungana kuwafunika kwa dharau. Watawala katili, watenda kazi na washirika wa kanisa watapanga njama dhidi yao. Kwa sauti na kalamu, kwa majigambo, vitisho na dhihaka, watajaribu kupindua imani yao. Kwa uwakilishi wa ubongo na matakwa ya lazima, watu watachochea tamaa za watu bila kuwa na ndivyo yasemavyo maandiko. Kwa kuleta utetezi dhidi ya sabato ya Biblia, watakimbilia sheria za ukandamizaji ili kukidhi mapungufu, ili kujipatia umaarufu na fadhila. Wabunge watakubali matakwa ya sheria ya Jumapili, lakini wale wanaomcha Mungu hawawezi kuikubali asasi ambayo inakiuka maagizo ya kanuni. Katika uwanja huu wa vita utapiganwa pambano kuu la mwisho katika pambano kati ya ukweli na uongo, na bila shaka hatujaachwa katika suala hilo. Leo kama katika siku za Esta na Mordekai, Bwana atathibitisha ukweli wake na watu wake. LNG White, Manabii na Wafalme, gombo la pili, ukurasa wa 208. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Unafikiri kwa nini Mungu anaruhusu watu wake kupitia nyakati za majaribu? Kuna umuhimu gani wa kuyaruhusu? Swali la pili. Muumini anajiandaaje kwa ajili ya taabu yoyote inayoweza kuja pamoja na uaminifu kwa Kristo? Unapata wapi tumaini katikati ya hali ngumu? Swali la tatu. Kwa nini unafikiri tunao mwelekeo wa kukazia fikra mambo magumu zaidi ya unabii na kuyaruhusu kuzuia kiini cha jambo hasa kinachotoa habari njema? Swali la nne. Rafiki anakuja kwako baada ya kusoma kitabu cha Ufunuo na kusema kwamba anaona kuwa kinatisha. Ungetumia mbinu gani kumsaidia kuelewa vizuri zaidi? Na na kupata amani ya moyo. Swali la tano na la mwisho. Mtu fulani anasema, sina hakika kwamba Mungu ananipenda au ananitaka. Ikiwa ungejua nilichofanya ungeelewa ni kwa nini. Ungetoa jibo gani? Visa vya Ruthu na Esta vinakupaje kanuni muhimu katika kujenga mtazamo wako? Pendwa hamfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo tumefikia tamati ya somo la kumi na moja somo linalosema Ruthu na Esta. Somo la kumi na mbili ni somo zuri, somo linalosema Watangulizi. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, basi tujumuike pamoja kwa somo hilo. Mungu atubariki sote.